Habari. Leo tunakwenda kujifunza uhusiano uliopo kati ya magonjwa ya kisukari na magonjwa ya macho. Tumeshuhudia baadhi ya wagonjwa wa kisukari wakipata matatizo ya macho muda mrefu na kuishia katika upofu wa kudumu. Sasa tutajadili tatizo hili kwa undani. Je, unajua kuwa kisukari ni moja ya magonjwa sugu yanayo asili zaidi ya watu milioni 422 duniani kote? Hii ni kulingana na takwimu za shirika la afya la duniani, na moja ya madhara yake makubwa ni kuharibu macho na hata kusababisha upofu. Hii ndiyo sababu kwa nini leo tunakuja kujadili tatizo hili kwamba kwa nini, kuna uhusiano gani kati ya sukari na magonjwa ya macho? Utakuwa nami daktari Leni Komba anachokuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado hujiunga nasi, basi ingenacho kubonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia uhusiano uliyopo baina ya kisukali na magonjwa macho. Kisukari ni ugonjwa unaosababisha kiwango cha sukari kwenye damu kuwa cha juu kwa muda mrefu. Sukari hii inapokuwa juu huharibu mishipa ya damu, ikiwemo iliyomo kwenye retina, yaani sehemu ambapo jicho hupokea picha na kupeleka kwenye ubongo. Sasa mishipa inapoanza kuziba, kutokea tatizo linaloitwa diabetic na mwanzoni, mtu anaweza asioni dalili za kawaida, lakini taratibu macho huanza kupoteza uwezo wake wa kuona wa kawaida, na mwisho kupelekea upofu. Na kuna muda ili jicho lina badilika rangi ni kama rangi ya ukungu. Kwa hiyo, ukiona kuna dalili za macho, basi pima pia na ugonjwa wa kisukari. Hatua zake ni kama zifuatazo. Kwanza, kuna hatua ya mwanzo ambapo tunaita non proliferative retinopathy ni mishipa midogo ya damu kwenye retina hujaa na kuvuja maji taratibu, na huonekana vijivimbe vidogo vidogo naitwa microaneurysm. Mara nyingi dalili hazionekani kwa wazi, hii ni hatua ya mwanzo. Lakini hatua ya pili ambayo ni hatua mbaya zaidi inaitwa proliferative retinopathy. Hii ni hatua ya pili. Hapa sasa retina huanza kutengeneza mishipa mipya na dhaifu, na mishipa hii inapasuka kirahisi sana na kusababisha kutoka na damu ndani ya jicho hali ambayo inaweza kupelekea upofu wa kudumu. Na mara nyingi mgonjwa wagonjwa hawa wa macho upata kiwambele kwenye jicho lao, kama kazuliko kuta kama kwa jicho moja na, ana ukungu au ana weupe, kwamba hiyo utaona kwamba kuna shida ya macho. Sasa tuanze kuangalia dalili za ma, macho kwa wagonjwa wa kisukari. Sasa kama na kisukari, ukiona dalili hizi hapa, basi ujue kwamba kuona hii dalili ya diabetic retinopathy. Kwanza, kuona ukungu au kupungua kuona ghafla. Dalili za mwanzo ambao analalamika ni kwamba mgonjwa anaanza kuona kwamba anaona ukungu au haoni vizuri, na uona unapungua kwa ghafla. Lakini pia kuona nukta ndogo ndogo zinazopita, kama vile kuna nukta ndogo ndogo zinapita, lakini katika hali halisi hazipiti. Lakini usiku tunasema kwamba maono ya usiku kuwa hafifu zaidi, hasa kukiwa kuna giza, kwamba uoni wako unapungua. Hii ni, ni kutokana na tofauti uh, kuna kitu kinachoitwa rods and cones tofauti wake uh, waga unapelekea maoni kuwa hafifu zaidi nyakati za usiku. Lakini pia upo, upofu wa ghafla. Wengine wanaweza wakapata upofu wa ghafla kuwa na kisukari, lakini mm, bahati mbaya tunapata upofu wa ghafla au wanaona kama blood vision maluelue sababu zinazoongeza hatari ya kupata changamoto hii sasa. Kuna vitu ambavyo kwa vinachochea mgonjwa wa kisukari kupata changamoto hii. Kitu cha kwanza ni kutum, kutumia kuwa na kisukari kwa muda mrefu bila kutumia dawa, kwamba ni mgonjwa wa kisukari wa muda mrefu lakini hatumii dawa. Lakini jambo la pili kuto dhibiti sukari ipasavyo tunashauri tumia vyakula, fanya mazoezi, lakini ufanye hivyo vitu, unaweza kupata changamoto hiyo hapo. Lakini pia shinikizo la damu kuwa juu na mafuta mwilini cholesterol ilokuwa kwa kiwango kikubwa, unaweza pia ikachangia kupata hali hii. Kwa kawaida sukari inaweza ikapanda na kupata hali kwa kawaida. Lakini pia kuvuta sigara, ni uvutaji wa sigara wa muda mrefu hasa ukiwa na sukari, unaweza unaeza ukapata diabetes ndio basi, kwa urahisi sana lakini pia kukosa uchunguzi wa macho mara kwa mara. Ni mgonjwa wa kisukari, lakini hupati uchunguzi wa macho mara kwa mara. Lakini pia hata kwa wale ambao hawajagundua kisukari mapema, hawana tabia ya kupima wanapo dalili za kisukari ambazo tumeziainisha katika mada zetu hapo nyuma. Sasa jinsi gani ambavyo unaweza kudhibiti hali hii? Jambo la kwanza, jinsi ya kudhibiti hii kisuk... diabetic retinopathy, cha kwanza ni kudhibiti sukari ya damu kila siku kwa kufuata ushauri wa daktari. Kwa kila siku kufuata ushauri wa daktari, kama tumekukataza baadhi ya vyakula usile, basi viepuke vile vyakula, lakini pia kumeza dawa na kufanya mazoezi. Kudhibiti shinikizo la damu na mafuta mwilini, kama una pressure, basi hakikisha na control kama ambavyo umeelekezwa na daktari, na kama una mafuta mengi mwilini, kama umepewa dawa zitumie, kama mashauri ya kufanya mazoezi, fanya mazoezi. Lakini pia lishe bora na mazoezi ya mara kwa mara kama nilivyoelezea hapo juu, kuacha uvutaji wa sigara na kupima macho mara kwa mara, angalau mara moja kila mwaka. Sasa tuje katika hitimisho kwamba kisukari si tu ugonjwa wa sukari mwilini, bali pia ni tishio kwa macho yako, ambapo unaweza ikapelekea diabetic retinopathy. Ni moja visababishi vikuu vya upofu duniani. Kwa hiyo hii diabetic retinopathy ni moja visababishi vikuu vya upofu duniani. Ni kuombe kuwa na tabia ya kupima sukari yako mara kwa mara, dhibiti sukari mara kwa mara. Yaani, kama tumekuelekeza kutumia chakula kwa ufanisi, basi tumia chakula. Tumekuelekeza kufanya mazoezi, fanya mazoezi, na uwe na tabia kupima afya yako mara kwa mara, kufanya uchunguzi wa macho mara kwa mara, kuishi kwa mtindo bora wa maisha. Sasa jambo ambalo unalopaswa kufanya ni kwamba, hakikisha unachukua hatua ya mapema ili kuweza kudhibiti ku pata changamoto kubwa baadaye. Hatua ndogo ndogo ambazo zinazichukua sasa zitakuja kuwa baraka katika safari yako ya maisha. Ulikuwa naye daktari Leni Komba. Niandika kwenye comment section jambo gani ambalo umejifunza siku ya leo, na jambo gani ambalo ungependa kujifunza siku ya leo, na kama umefurahishwa na mada ya leo, natakia siku njema na Mungu akubariki.